pekee namshukuru Mungu sana. Nilikuja hapa mwezi wa nane mwishoni, nilikuja nikiwa ni mgonjwa sana, nilikuwa nimefanyiwa oparesheni, nina wiki mbili, lakini nimeenda nikiendelea kumshangaa Mungu wa madhabahu hii. Kwa muda wa mwezi mmoja wa mwezi wa tisa, ambayo baba alitupa neno, matendo ambayo Mungu amenifanyia ni ajabu sana. Kiukweli wanatumaini jema, kama unaingia kwenye madhabahu hii kwa kumaanisha, Mungu yuko hapa. Nasema hivyo kwa ujasiri mkubwa sana na nimenuia leo kumwambia Mungu nikiwa kwenye madhabahu hii kwa sababu wakati naingia geitini siku ya kwanza nilimwambia Mungu nitakutumikia kwenye madhabahu ya Tumaini Jema, lakini niligafilika na niliondoka nyumbani kwa baba yangu kama mwana mpotevu. Baada ya kufanywa operesheni, nilifuatwa na ndugu zangu wa Tumaini Jema, wakinisii na kuniambia maneno ya Tumaini Jema, wakiniambia twende kwa baba sikumpigia baba simu wala sikuongea na mama, ingawa nilikuwa nakutana naye na ananisalimia ananichekea kama mtoto wake, lakini niliporudi alinipokea kwa mikono miwili. Ninashukuru baba, ninakushukuru mama, nimerudi na ninaamini baba anavyosema kwamba kuna kuna jaribu unaweza kana, nalipitia lakini Mungu ana sababu nalo. Sio jaribu la kukemea, ila ni wewe kurudi nyumbani kwa baba yako. Sio unarudi kwa Pastor Boni, unarudi kwa Mungu. Watumaini jema, baba. Mimi naweza nikakwambia kitu cha kushangaza, nilipokuja hapa nilikuwa na operesheni ya chini na juu, lakini hata sasa hivi nikitoka na wamama toka ile siku ya Alhamisi uliponiambia operesheni yangu imefutika nikienda nikiwavulia nguo, sina alama. Oh my God, ndugu zangu, Mungu wangu namshangaa. Mimi nilikuwa nafanya kazi, ndugu zangu, mnanipita mnaona, lakini ilikuwa inafika jioni naenda nyumbani kwangu nalala njaa na kosa hata shilingi mia mbili ya kununua maandazi ni niwape watu watoto wangu, lakini Mungu wa madhabahu hii amenishangaza. Sasa hivi nina uwezo wa kuingiza mteja kwenye ofisi yangu na nikabaki na akiba, watoto wangu wakala na kusaza. Ni Mungu wa tumaini jema Pili, nilikuja hapa kwenye hii madhabahu mwisho wa mwezi wa mwezi wa nane, nikiwa nadaiwa kiasi cha shilingi milioni nne. Baba i Mungu maini wa tumaini jemani, wa ajabu kiukweli baba. Sasa hivi nadaiwa shilingi elfu sitini. Ndugu zangu, hichi ninachoambia ni kitu cha ajabu sana, kiasi kwamba sikutegemea. Nilikuja hapa mwaka juzi, nikamwambia Mungu nataka nijenge kwenye kiwanja cha miaka kumi nilichokinunua miaka kumi iliyopita. Ni kweli Mungu wa madhabahu ya tumaini jema anatenda. Ni kipindi niko kwenye madhabahu, nilijenga mpaka nikafikisha nyumba lenta. Nilipoondoka kwenye madhabahu ya Tumaini Jema nyumba yangu ilisimama, lakini baba, sasa hivi tunavyoongea imepaua baba. Sina cha kumpa Mungu wa tumaini jema. Sina ndugu zangu, sina kitu cha kumpa huyu baba. Ni Mungu mwenyewe akatende. Nilikuja kwenye madhabahu ya tumaini jema mwishoni mwa mwezi wa nane, afya yangu ikiwa ni mbaya mbaya mbaya baba, ilifikia mahali nitamani kujiua, na ilikuwa ni Jumanne, Jumapili nilikuja hapa. Lakini baba, sasa hivi mimi ni mtu. Nilikuwa sitamani kuoga, nilikuwa sitamani kujipaka mafuta, lakini sasa hivi ni mimi mtoto wa Pastor Boni, nioneni.